Tunapozindua sera hii iliyoboreshwa, nataka niwahakikishie kuwa misingi iliyowekwa kwenye sera ya ardhi ya mwaka 1995 haijabadilishwa, kwamba ardhi ni mali ya umma na rais ndiyo msimamizi kwa niaba ya, ndiyo mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Haki ya kumiliki ardhi na kutumia ardhi iliyopatikana ama wa kumilikishwa au serikali au kimila itaendelea kuwa ndio mifumo pekee ya kumiliki ardhi. Na naposema kimila, kama alivyosema waziri, ile mila potofu tumeiondosha. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke ndio anatoa jasho jingi kwenye ardhi Iwe kwenye kulima iwe kwenye kufanya kazi yoyote, mwanamke ndio anatoa jasho nyingi kuitumikia ardhi, lakini inapokuja kumilikisha, a a mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hiyo nawashukuru wizara, mmefuata maelekezo yangu na hilo mmeliondosha. Kamishna wa ardhi ataendelea kuwa na mamlaka ya kipekee ya utawala wa ardhi nchini. Na hili uh, mheshimiwa waziri, nimekusikiliza vizuri ukisema ngazi tofauti za utekelezaji wa mambo ya ardhi nchini, lakini na role au wajibu wa TAMISEMI uh, katika mashughuli za ardhi. Kwa hiyo nitakuja kulisemea kule mbele, lakini pia ardhi ya umma itaendelea kuwa katika aina tatu, yaani ardhi ya hifadhi, ardhi ya kijiji na ardhi ya jumla. Raia wa Tanzania pekee ndio wenye haki ya kumiliki ardhi nchini na sio raia, na wasio raia wana haki ya kupata, wana haki ya kutumia ardhi aidha kwa uwekezaji au jambo jengine, lakini kwa kukodishwa, na hana milki ya ardhi yetu. Lakini jengine ardhi itaendelea kuwa na thamani itakayotambuliwa katika miamala ya ardhi. Hiyo ndio misingi inayowahakikishia Watanzania ustawi kupitia rasilimali hiyo ya ardhi, nasi tutailinda misingi hii kwa manufaa ya taifa letu. <tune>